Yes, kwa jana bwana, tulishuhudia klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans wakitoa taarifa rasmi kabisa inayosema kwamba klabu hiyo wameweza kuvunja mkataba na aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz, ambaye amekuwa na nyakati si njema sana katika kikosi hiko, na hii imekuja baada ya kupoteza mchezo wa jana wa ligi ya mabingwa barani Africa, CAF Champions League, kati ya Dar es Salaam Young Africans na Silver Strikers kule nchini Malawi, ambapo Young Africans walikubali kichapo cha goli moja kwa sifuri, kitendo ambacho kiliwafanya viongozi wa timu hiyo kuweza kuvunja mkataba na kocha Romain Folz. Sasa uh, tulikuwa hatujapata kile ambacho amekieleza Romain Folz baada ya kupokea barua rasmi ya kuvunja mkataba wake na timu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans, timu ambayo ametumikia kwa muda mchache sana na sasa rasmi wanaachana naye kocha huyo. Sasa kilichojiri bwana, uh, kocha Romain Folz amejibu, amejibu na kukiri kupokea barua hiyo ya kuvunja mkataba lakini ametoa lawama zake kwa baadhi ya watu ambao uh pengine anahisi ndiyo chanzo cha yote yaliyotokea. Anasema, nimepokea barua ya kuvunjwa kwa mkataba wangu na klabu ya soka ya Yanga. Naheshimu maamuzi ya viongozi pamoja na timu kwa ujumla. Sina mengi ya kusema kwa sababu ni wajibu pale ambapo timu ikipoteza basi kocha ndiyo huwa anabeba msalaba huo. Kiukweli uh, sina shaka na uwezo wa wachezaji lakini, nilichokiona ni kwamba kuna mambo ya makusudi pengine ambayo yalikuwa yakitokea. Hata ukitazama mchezo kati ya Yanga na Silver Strikers tunaona baadhi ya wachezaji wamekuwa wakikosa nafasi za wazi kwa makusudi kabisa, na hii yote ni kwa sababu pengine hawakuwa wakinihitaji kuendelea kusalia katika klabu yao. Niwatakie kila la kheri katika michuano hii na michuano mingine ambayo wanashiriki timu hiyo, nami uh, nitaendelea na karia yangu katika sehemu zingine ambazo nitakuwa nimeelekea. Hayo ndiyo ambayo yamezungumzwa na kocha Romain Folz baada ya kupokea barua ya kuvunjiwa kwa mkataba ya wake na timu ya Yanga na kudai kwamba pengine kitendo cha wachezaji wa Yanga kukosa kosa magoli siku ya jana kilikuwa ni moja kati ya lengo la kutaka yeye afukuzwe ama kuvunjiwa mkataba wake na timu hiyo. Unahisi kuna ukweli fulani hivi kwa yale ambayo ameeleza Romain Folz ama ni visingizio tu baada ya kupokea uh, kuvunjiwa kwa mkataba wake. Tuandike maoni yako kwenye comment section, usahau kusubscribe kulike na kushare video zetu.